Askari wa usalama wanaomlinda Rais wa Uganda Yoweri Museveni walimzuia mwanaume asiyetambuliwa aliyekuwa akijaribu kumkaribia Rais Museveni katika viwanja vya Msikiti wa Mbogo wakati wa mkutano wa kampeni za mgombea wa NRM, Faridah Nambi anayewania ubunge katika jimbo la Kawempe Kaskazini. Dhamira ya mwanaume huyo aliyekuwa amevaa fulana yenye picha ya mtoto wa kwanza wa Museveni Jenerali Muhoozi Kainerugaba haikujulikana kama alikuwa na nia ovu au kwa mapenzi alitaka kumkumbatia rais wake. Mkutano huu umefanyika jana Machi 11 mwaka 2025 katika jimbo la Kawempe Kaskazini, ambapo Nambi anashindana na ugombea wengine kumi ili kupata atakayerithi kiti cha mbunge aliyefariki Muhamadi Segrinyas. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya sita kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo, sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo, hilo hilo hilo. <laughs> Lishawaka, imewaka. Ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke nami nikachukue. Shoga yangu, haya maharage nusu saa nyingi yameiva fasta tu <tos> <tos> Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini Rea.